Nazo maiti zote tatu za vijana waliozama baharini wakati wa mashindano ya mashua huko Mombasa zimepatikana huku sasa maswali yakiibuka kuhusu namna vijana hao walivyoshirikishwa kwenye mashindano hayo. Kwa mujibu wa wakazi wa eneo la Jomvu ambako baadhi ya vijana hao walitoka, wengi wao hawakuwa hata na ufahamu wa kuogelea na walivutiwa tu na zawadi ya mashindano hayo. Haya yanajiri huku kaunti ya Mombasa ikijitenga na kuidhinisha mashindano hayo. Munga, baada ya kupatikana kwa mwili mmoja Jumapili jioni, wapigaji mbizi wa Old Town waliendelea na shughuli hiyo gizani, huku wakiwa na msukumo mkubwa wa kuzisaidia familia mbili ambazo bado zilikuwa zikisubiri miili ya wapendwa wao. Juhudi zao zilizaa matunda saa saba usiku mili hiyo ilipoopolewa, mmoja ukipatikana karibu na eneo la tukio ukiwa umekwama kwenye mikoko, ilhali mwingine ukipatikana takriban kilomita mbili kutoka eneo la tukio. Jamaa za marehemu leo wakifichua kwamba vijana wao walivutiwa na kitita cha pesa ambacho washindi wa mashindano hayo ya boti wangepata. Wengi wa vijana hao wanaoishi kitongoji cha Jomvu hawakuwa na ujuzi wa kuogelea. Mshindi wa kwanza alikuwa anachukua laki tatu, e, mshindi wa pili laki mbili, mshindi wa tatu laki moja, laki mo, na kutoka hapa si ilikuwa atutumii afya yetu, kulikuwa na transport zilikuwa zinakuja. Niyo pesa niyo pesa, maana yaboli ameikosa labda, niyo pesa alikuwa anafuata. Ndio sasa aniletee mchanga, ameniletea kaburi, mtoto wangu ameniletea kaburi. Hakuna kitu nimefaidi na Caleb. ana uzoefu wote wa kupiga mbinzi ama wa kuogelea, hiyo ndio safety ya kwanza ukiingia barini, lakini tuliko na si ati hatukuulizia, tuliulizia, tukaambiwa ukipata life jacket kwa boti yako ni sawa, ukikosa ni sawa. Huku familia hizo zikiomboleza vifo hivyo vya ghafla, kaunti ya Mombasa inasema kwamba mashindano hayo yaliandaliwa bila ya idhini kutoka kwao kama inavyostahili. No such permit was ever issued by the county government of Mombasa. Kwa sasa uchunguzi unaendelea kuhusu jinsi tamasha lilivyoandaliwa, kubaini endapo itifaki za kiusalama zilifuatwa na jinsi tukio hilo liliruhusiwa kuendelea bila kamati ya usimamizi wa majanga ya kaunti kuhusishwa. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen.